Ni mshiriki mojawapo katika kikao kazi hiki cha kufanya tathmini ya vihatarishi mbalimbali ambavyo vinaweza kuathiri afya ya jamii. Sekta ya kilimo tunahusika moja kwa moja pamoja na hizo sekta nyingine, kwa sababu tunayo magonjwa ambayo yakiathiri mazao yanakwenda kuathiri moja kwa moja afya ya mtumiaji wa mazao hayo, mfano sumukuvu, ambayo huathiri zaidi mazao ya nafaka na karanga mazao hayo yakitumiwa na binadamu yanaweza kuleta athari za afya ikiwemo kifo, lakini pia mtu anaweza kupata saratani. Lakini mazao hayo pia yana athari kubwa kwa mifugo. Kwa hiyo sisi kama wizara tuna nafasi ya kuendelea kuhakikisha kwamba tunazalisha mazao ambayo ni safi na salama kwa kila mtu ambaye anakwenda kutumia kwa kufuata teknolojia bora za kilimo, kukausha vizuri mazao yetu na kuyahifadhi mahali pasipokuwa na unyevu. Lakini pia sekta ya kilimo tunayo nafasi ya kukabiliana na hali, kuhakikisha kwamba tuna uhakika wa chakula nchini, kwamba kila mtu anapata chakula ili kuepukana na changamoto za afya, changamoto za utapiamlo. Kwa sisi kama sekta tumekuwa pia na nafasi nzuri ya kuweza kujifunza mambo mbalimbali, namna ambavyo tunaweza kushiriki katika kukabiliana na vihatarishi mbalimbali ambavyo vinaweza kuathiri afya ya jamii. Lakini pia kama sekta ya kilimo, tunaendelea kutoa elimu kwa wakulima. Sisi ndo wazalishaji wa chakula ambacho kinatumika na jamii nzima. Kwa hiyo ili kuepukana na sumkuvu, kila mkulima hakikisha kwamba unafuata teknolojia bora za uzalishaji wa mazao lakini pia utakapovuna mazao yako usikaushe mazao chini, tumia maturubai, anika juu ya turubai, na kabla hujahifadhi mazao yako hakikisha yamekauka vizuri. Na wakulima, pia imetupasa kuzingatia teknolojia bora za kilimo, ikiwemo kuzingatia taratibu zote katika utumiaji wa viuatilifu. Mfano, unapopiga viuatilifu shambani, hakikisha kwamba unatumia ile dozi ambayo imeainishwa kwenye boksi la dawa hiyo. Lakini pia hakikisha kwamba huyavuni yale ma mazao kabla ya wakati, usiyawaishe mazao sokoni, maana hii itakwenda kuathiri afya ya watumiaji wa mazao hayo. Kwa hiyo tujitahidi, wakulima, kuwalinda wenzetu.